Kuna beti moja inasema hamat ala nafsi lghumumu kaannaha wa kaannahunna farisatun wa sukuru ya lailu aina nnur hal tankadhi am laisa baadaka nuru. Beti huu ni mtu ambaye amefikwa na majanga, amefikwa na matatizo amefikwa na tabu mpaka amefika katika msongo wa mawazo. Na hii ni hali ambayo inatukumba watu wengi katika ulimwengu, hususan vijana. Tunafikia pahala tunapata kitu kinachoitwa alkaaba. Hata ile sura ukiitizama unaona imesawijika, ndo ile aliokuwa akiomba mtume wakati akiwa safarini kwamba nakuomba ya Rabbi, niepushe na hivi vitu, suul mundar au su lmandhar, yaani mandhar, image picha mbaya, wakati wa kurudi kwangu, kutokamana na yale yanayonikuta katika safari najiepusha nao. Hali kama hiyo anasema, hamat ala nafsi lghumum, nimevamiwa ndugu zangu na ghamu nyingi. Alghumum jamu gham. Wa wa ya gham ambazo Mtume katika miongoni mwa dua zake Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika min ghalabatid-dain wa qahri ar-rijal. Miongoni mwa dua alizokuwa Mtume kila wakati asubuhi na jioni anamuomba Allah muepushe nazo. Miongoni mwa vitu ambavyo anaomba aepushwe nazo ni hamum, anxiety, ghamu zinazomkuta mtu wayale ambayo anayatarajia anayaona yanayomsibu yanayomkuta mengi. Sasa huyu bwana anasema hamat ala nafsi lghumum, kazijalia hizi ghumum ni kama wanyama wakali wale wanaokwenda kuwinda na kusaka wale. Sasa wamemvamia yeye, hizi ghumum zote ni kama wanyama wakali, simba au chui yao na wengineo, mamba mwitu, wote wamemvamia yeye. Zile ghamu zilivyomvamia ni kama wanyama wanavyomvamiwa farisa wao. Ha mataala nafsi alghumumu kaanaha, hizo ghamu zilizonidhibiti mimi na kunivamia, nikana kwamba ni mfano wa nini? Kaanaha wa kaanahunna farisa, farisa ndo wale wanyama wakali wale hapa ndo kuna tunatolewa tashbih mushabah mushabah, bihi adatu tashbihi wajhu shabahi, na zinakuja zile balagha, nakwambia hii ni majaza au majaza akli au ni ni, ni majaza kitu gani, vitu kama hivyo unaambiwa utohoe hapa ndani. Ni picha nzuri, lakini ukiigeuza katika mambo, huyu mtu anaabir, ana explain wakati mgumu sana anaopitia. kuna kitu katika uh, sauti inaitwa maqamat. Ukisoma elimu uh, ya tajwid wenyewe wale mabingwa wana kitu wanakiita maqamat. Zile maqamat zile, na hawandi au hejaz au bayati au sika au ajmi au saba, zile ziko nane na kila maqama ina, ina kitoto chake, yani ina vitoto vyake. Ukisikia wale wasomaji wa Qur'an usifikirie wanasoma tu, wenyewe wanajua namna ya. Sasa kuna makamu moja inaitwa saba, hii makamu ya huzuni. Mara nyingine unamwona una yule msomaji anasoma, lakini kama ana huzuni fulani sauti hii, ukisikia unaweza ukatoka na machozi, bila hata hujui anachokisoma wala maana yake hujui. Zile sauti tunamna zinapokuja, na hii picha hii ya huyu bwana anavyowaelezea hawa watu bila shaka, akikueleza tu mambo yake unajua huyu anahitaji mtu anaitwa psychiatrist, au anahitaji ushauri na saha, anahitaji kutolewa hapa. Baada ya muda mchache, tunaweza tukampata hospitali ya wenda wazimu, au tukampata amejifungia milango, akapatwa na kitu kinachoitwa depression ikamperekea na huu, ni ugonjwa wa watu wengi, hususan watu wasiomwamini ya Allah subhanahu wa taala, mpaka akajitia kitanzi akajiua. Kwa sababu ya nini? Ya matatizo. Anasema, hamat ala nafsi lghumumu wakaanahunna waka farisatun wa sukuru. Kisha akamaliza ubeiti wake, matatizo yalivyonivamia na hali ilivyokuwa nzito kwangu ni kama wale igul wanyama ndege wale wakali wale wanaweza wakabeba hata kondoo, namna alivyokuwa mkali na namna makucha yake yalivyokuwa na mdomo wake ulivyokuwa sharp, basi anamfananisha mawazo yaliyomvamia kama yule eagle au eagle e, falcon wale na, na, mwewe na aina ya ndege hawa ambao wanakuwa kuja mara moja kumnyakua, wanaweza wakanyakua hata kitoto wakakibeba wakaenda nacho. Anasema matatizo yake ni kama mfano wa hicho kitu ka'annaha wakaanahuna farisatun wasukuru sukur ni jamu ya sakr, ambaye ndo huyo mwewe au igl au falcon au kipanga tunaowazungumza. Kisha akasema ya lailu, ya lailu, ewe usiku. Anazungumza na usiku, anasema aina nur, ewe usiku, mwangaza uko wapi? Yani kwa nini hakuchi? Yaani mtu anayefika usiku akawa anapata matatizo ndani ya usiku, pengine wanga, majambazi, wezi, wachawi, wote hawa wamemzunguka usiku kucha mpaka anatamani asubuhi angalau ifike, aone mwangaza, apate apate kuokoka na haya matatizo yaliyo mkabili. Sema ya lailu, aina nur, iko wapi nuru? hal tankadi utapita we usiku utaondoka, kiza kitakwenda, am laisa ba'daka nuru au hakuna nuru tena? Mimi ndo nimekuisha anazungumza na usiku. Hii ni image, uwezi ukaifahamu mpaka mtu ambaye umeishi katika matatizo, kwa sababu la yarifu shaukata illa man yukabiduha, mtu hajui mwiba unavyochoma isipokuwa yule ambaye umemchoma siku moja kama umewahi kupata matatizo aina hii, ukatamani kuche, ukatamani yaondoke, ukaona kama umevamiwa na wanyama wakali, ukawa unaongea mwenyewe peke yako, unaongea bila ya breki, unasema ovyo, umekuwa umechanganyikiwa, utajua huyu mtu anachomaanisha ni kitu gani. Nachotaka kusema kuna baadhi ya vitu tukiwa navyo katika maisha yetu, hata viwe vidogo hali kama hii ya nzayati na humum na ghumum huwezi kuwa nayo au itakuwa inakupitia mbali siku zote. Vitu vinane, mambo manane, jitahidi katika maisha yako yote uvitafute. Hivi vinne ni vizuri na vinne ni vibaya. Vinne vitakupa furaha na kukondoshea huzuni na vinne hivyo hivyo vinaweza vikawa ni sababu ya wewe kupata majanga hayo ambayo mtu kayachora picha kama sukur na farisa. Kwa hiyo siku yote kijana, ukipata uwezo, ukipata wepesi, ukipata njia, haya mambo manne yafanye haraka, ili usije ukakutana na hali hizi mbaya ambazo tunazizungumzia. Cha kwanza ukipata uwezo wa kuoa mke mzuri mwenye dini, mwenye nafasi nzuri ya kukuelewa na kumcha Allah subhanahu wa taala, fanya hivyo haraka sana, usisubiri. Ndio maana mtume angesema, arbaun min asaada, mambo manne yatakuletea furaha. Japokuwa furaha ya dunia sio ile ya kudumu moja kwa moja, lakini kwa kadri ya kiwango kizuri ambacho kitakupa furaha, anza na hapo kwanza vijana wengi wananielewa, kwa sababu sisi ni wanaume. Baba yetu Adam alipoumbwa peke yake, ulama wa tafsiri wanasema kana yamshi fil jannati wahidan faridan wa kaanahu stawhash, alikuwa anatembea tembea tu pale peponi, anakwenda huku anarudi huku peke yake mwenyewe, kana kwamba alipata loneliness kwa sababu alikuwa nani? peke yake anakwenda huku anarudi kule yuko mwenyewe tu. Alipoumbiwa mwenzake fa khalaqa minha zaujaha hapo sasa, akaanza kubadilika, Adam akaonekana mtu mwingine. Ndio maana Allah anasema ya ayuha nasu ittaquu rabbakum. ittaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zaujaha. Hii hii nafsi ya Adam, Allah akaitoa mwenzake ambaye ni mama yetu Hawa. Na alivyomwumba tu akachora image ya kukuonyesha kwamba wee mwanamme umesababishiwa utulivu na kutulia kuletewa huyo mwanamke pembeni mwako, anasema wakhalaqa minha zaujaha liyaskuna ilaiha, katika Suratul A'raf. Wa wakhalaqa minha, na akaumba kutokamana na hiyo nafsi moja ya Adam, zaujaha, mwenza wake mke wake. Kwa nini liyaskuna? Inaonekana kama hakuwa na utulivu, hakuwa ametulia. Kwa hiyo kaunda huyu ili ampe utulivu. Sasa mimi na wewe hatuna pa kutulia isipokuwa huko. Hizi anxiety na maghumum na majekejeke na mawazo na shida hizo unazoziona, pahala pake pa kutulizwa ni pale katika sura turum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Angalia tena maana ya litaskunu ilaiha. Ukimuuliza mwanafunzi wa darasa la nne la tano katika lugha, aina taskun, jibu lake atakwambia askunu fi kinindo, atakwambia askunu fi buyenzi askunu fi Buiza askunu fi muramvia, hasemi askunu ila. Aweskukwambia hiv akikujibu, askunu ila ghalat. Askunu fi aishu fi nakaa pahala fulani, lakini Allah anasema litaskunu, na kusema fiha. Sawa, so litaskunu ilaiha. Yani, kule kutulia kwao kuna maana zaidi ya kutulizana, akili zitatulia akili zitakaa sawa, kwa sababu wanasema, ulama anasema, kana kwamba Mwenyezi Mungu anataka kumwambia mwanamke ayatu ayatuha, al mar'a inna hadha arrajul huwa asluki ant minhum fasalti wabittali fala ghina lihayin n an aslihi. Anamwambia wewe mwanamke, wewe asli yako ni huyu mwanamme, wewe ulitoka kwa yule mwanamme, kwa hiyo shina lako wewe ulitoka pale kwa hiyo yule ndiyo asili yako wewe, na hivyo yeyote atakayekuwa kuwa hai lazima ategemee asili yake. Kwa hiyo wewe mwanamke unategemea asili yako ambaye ni nani? Ni mwanamme wa ayuha rajul. Na ewe mwanamme, inna hadhihi almar'ata, huyu mwanamke, hiya juzun minka, yeye ni sehemu iliyotoka kwako wabitali fala ghina lihayin an juzihi. Na kwa ajili hiyo basi, wewe utakuwa unategemea sehemu yako siku zote, ili ikuunganishe upate kukamilika na kupata salama. Kwa hiyo sisi bila ya wao nothing na wao bila ya sisi hali kadhalika tunahitajiana, lakini sisi ndio tunahitajia wao zaidi, kwa sababu kana kwamba mwanamke ndiye anayetafutwa ndio maana wanachuoni wanasema ukisikia Mwenyezi Mungu anakuahidi wewe mwanamume baadhi ya vitu vizuri peponi, utasikia anasema kuna wanawake wazuri, lakini hajasema kuambia wanawake huko kuna wanaume wazuri, kwa sababu wanawake ndio wenye kutafutwa, wanawake ndio wenye kuendewa mbio. Ndio maana unaenda

asiwatoe huyu Ibilisi peponi, mutapata tabu. Kamwambia wewe, utapata tabu wewe. Yule awala hapati tabu yeye, anakaa nyumbani tu, nakusubiri. Na ndo maana mpaka leo hawapati tabu yoyote. Wewe unatoka unaenda huko unakoswa koswa, na magari na ajali na kila kitu. Yeye uko nyumbani anasubiri, na ukifika, akikupapasa kidogo kwenye kichwa tu, unatoa mifuko yote, kila pahali, mpaka mifuko ya ndani unamwachia, naambia hizi mkiwangu, hizi mkiwangu. Mm, nimeleta gawa wewe, nigawee wewe, na huyo ndo mke wa halali. Na hata wale wa haramu wale waharamu pia tunawaambia, chukua kila kitu, nibakishie nauli tu ya kurudi. <laughs> very powerful, kwa sababu wao wanatafutwa, wanahitajika nam, na huwezi na ukamwambia mwanamke nimekuwekea mwanamme pale, kama unamdhalilisha. Basi hivi ndivyo ambavyo sisi tunahitajiana.

Cha pili baada ya takwa Allah, upate mke mzuri, ukimtizama unafurahi, ukimwamrisha anasikia, ukiwa mbali naye anakuhifadhia heshima yako na mali yako. Wangapi tunao kama hawa? Inshallah wengi tuliokuwa hapa tunao wanawake aina hiyo. Sasa hiki ni kitu cha kwanza, lakini hichi hichi ndio kitu cha pili ambacho tunatahadhariwa nacho pia kama arbau min asaada na arbau min ashaqawa, almaratu saliha ni katika furaha, walmaratu suq ni katika shaqawa kinyume chake. Sasa ukimpata huyo atakuendesha kama mpia lakini pia, lakin pia utatamani afe. Watu wengine wanafikiri maskhara, unajua hii michezo wanaoekti hawa watu ina reflect uhalisia wa maisha ambayo sisi tunaishi. Hawezi watu wakaeti michezo ambayo haipo. Sasa bwana mmoja katika mabedu yaliulizwa, atatamanna an tamuta zaujatu, unatamani mkewe afe? Wewe akasema la, sitamani afe, hapana. Akaulizwa walima, kwa nini hutamani afe? Asema hata la amuta farahan, ili nisije nikafa na mimi kwa furaha. Yaani akija akifa ndo furaha yake. Sasa ina maana kuna watu, mtu mumewe au mke wake akifa, wengine wanafurahi, alhamdulillah. Hawasemi tu lakini wanafurahi eh. Kuna bwana mmoja walimteka mkewe wakamchukua, ambaye akampigia simu bwana, kama hujaleta milioni 15, eh, darling wako huyu kipenzi chako huyu, tunaenda naye na hutomuona tena, mpe salamu za mwisho mwisho, msomee Fatiha kabisa. Alipopewa simu sasa, mmemkamata mke wangu? Ndio, Milioni ngapi? Milioni kumi na tano, tupe tukurudishie mkeo. Akaambia subiri, subiri, kwani kumuua kabisa ni bei gani? <laughs> sio kumteka tu <laughs> mi nataka asirudi kabisa. Kuna watu wengine hawasemi tu, lakini wamechoka. Yaani kuna mmoja aliyowahi kusema mi natamani kungekuwa na na mbiu inapigwa kila mmoja amrudishe mkewe nyumbani kwao. Sasa mimi ningekuwa wa kwanza na namrudisha. Sasa hizi sio ndoa, ni ndoano ambazo watu wanavumilia kuishi. Ndio hiyo almaratu su, ukienda ukiuliza chakula tu ni ugomvi, kwani hoteli hapa? Yeah, kija unauliza chakula unauliza Yani, sasa we ni mke wangu au? Akiingia aki, aki mume sura nzito, hakuna tabasamu, hakuna kucheka, hakuna kufurahi, hakuna kuulizana hali, hakuna kutaniana, hakuna maneno mazuri, utafikiria jeshi. Mambo yote unayakuta kinyume kabisa, walmaratu su na mwanamke mbaya. Kitu cha pili kizuri chenye kuleta furaha, anasema waljaru salah Jirani mzuri, jirani mzuri. Tafuta pahala palipokuwa na jirani mzuri, jenga nyumba, kaa nao watu kwa uzuri. Ukihama wanalia majirani, sio wanasema, alhamdulillah, sasa mtaa utakuwa mzuri, ameondoka hivi. Alhamdulillah, nilikuwa nafikiria kuuza nyumba, lakini maadamu ameondoka, basi siondoki tena. Yaani kuna watu wanahama kwa sababu yako Una watu, una wao, wao, kuna watu wanafikiria kuondosha watoto wao kwa sababu ya watoto wako namna walivyokuwa wachafu wa tabia. Matusi yote wanajifundishia nyumba ya pili tabia mbaya zote wanajifundishia huko, na, na, na, na, na jirani, ndugu zangu, ni mtu muhimu sana. Mtume alisema: lazala jibrilu yuswini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jirani akiona ya aibu yako, jirani mzuri ni yule mwenye kuficha aibu yako akiona zuri, analitangaza. Jirani yangu mashallah, ni mtu mzuri nimeona. Akiona baya, anakustiri, anakusaidia kunapohitajika. Na ana kuna kinyume chake, aljaru su. Mambo manne hayo aljaru salih waljaru su. Jaru salih analeta furaha, jaru su analeta bala. Cha tatu, almarkabu saleh au lmarkabu lhani, kipando kizuri nunua baskeli yako nzuri nunua honda yako nzuri ukipata uwezo nunua gari yako nzuri nunua helikopta yako nzuri. E, kul man harrama zinata llah, ni nani aliyeharamisha mapambo? Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amekupa. Na katika hadithi anasema, inna Allaha yuhibu idha anama abdahu an yara athara nema Allah akimneemesha mja wake huwa anapenda ile athari ya neema ionekane. Yaani ukiwa una pesa una uwezo uonekane uwezo wako. Ushukuru neema ya Allah subhanahu. Kwa hiyo markabu salih, nunua kipando kizuri kwa kadri ya uwezo wako, gari nzuri, kipando chochote kizuri ambacho hakikusumbui, ukisema sasa naenda Gitega unapiga one kick Sio, zinapigwa kiki kumi na tano. Unatembea na katika, katika gari bi eh? Unatembea mara gari imechemsha, mara tairi imeshatoboka, mara hivi kule, yaani wanaita gari spana mkononi, yaani unatembea na spana zako unakwenda nazo. Allah ampe kila mmoja kipando kizuri, sio kile spana mkononi. Na kinyume chake, walmarkabu asu'a, na kipando kibaya. Hivi vinaendana huku na huku, negative na positive, advantage na disadvantage zake. Ukiwa na uwezo, tengeza kipando chako vizuri, kisiwe kibaya chenye kusumbua, kichwa kinauma. Maana kuna watu wanapenda magari yao hata kuliko wake zao pale limekaa linapigwa na jua, pia nasema haraka haraka kaondoa sije temperature ikapanda, ikaondolewe, inasafishwa kila wakati, inachungwa. Kitu cha nne, na huku cha nne, anasema walmaskanu lwasa, na upate pahala pakulala, pakukaa, pakuishi, nyumba yenye wasaa, nyumba pana. Allahu akbar na wengine tunakaa nyumba chumba kimoja na mke na mabinti watoto wa kike miaka kumi na tano kumi na sita na watoto wa kiume humo, humo ndani. Yani tumo humo humo sote tumekaa pale. Allah, tufariji hali zetu. Ya Rabb, hali hizo zipo, yani utashangaa, halafu watalala vipi, wataamkaje? mama yao baba yao watoto wa kike watoto wa kiume wote wako hapo hapo. Ya Rabbi, tufariji, tuondoe katika hali kama hizo. Ni hali mbaya, maisha tandanka. Hata ukitaka kubashir haki zako za msingi minakuwa ni mtihani yani, vitu vingi vinakuwa vinakosekana. Hakuna mtu anataka maisha hayo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukipata albaytul wasa, nyumba pana yenye wasaa, nikija mimi mgeni wako, unasema we chumba chako hicho hapa hichi ni chumba cha watoto, na waje wengine kama wapo, pia nafasi ipo, basi wasaa huo ukiwepo, basi unaenda kuswali. Lakini pia moyo wako akili yako na kile unahisi, furaha mgeni wangu amefurahi. Lakini nikija mgeni wako tena, nikija na mabegi makubwa makubwa, ndo nazidi kuhuzunika. Sheikh, utakaa siku ngapi? <laughs> Sema wiki la haula wala quwwata uwezi kukasema, lakini mbele pale utaenda huko utamwambia mke wako, aibu aibu aibu, itakuwaje sasa? Hizi hali zinamfanya mtu anachanganyikiwa, anatafuta pahala pa kutia sura yake. Sasa usione watu wengine hawapendi wageni, hawezi kumpokea na kumkongowea na kumwandaa na kumpeleka pahala, anahisi tabu.